Biblia ni mojawapo ya vitabu vyenye ushawishi mkubwa sana katika historia ya binadamu. Inachunguza maswali makuu ya kwa nini tupo hapa. Imehamasisha watu wengi kufanya mambo makubwa na kuwachanganya wengine wengi. Na pengine una mmoja ameketi mahali fulani. Kwa hiyo, Biblia ni nini hasa? Biblia ni maktaba ndogo ya vitabu ambavyo vyote vilitokana na historia ya taifa la Israeli la kale. Na kwa namna fulani walikuwa kama jamii nyingine zilizostaarabika za zamani, lakini kati yao kulikuwa na orodha ndefu ya watu walioitwa manabii. Na waliiona simulizi ya Israeli kama kitu kisicho cha kawaida. Waliiona kama sehemu ya msingi ya yale Mungu aliyokuwa akiwafanyia wanadamu wote. Na manabii hawa walikuwa na ufanisi mkubwa wa utunzi Kweli ndiyo, walitengeneza kwa ustadi lugha ya Kiebrania ili kuandika simulizi ya kushangaza na mashairi ya kiufundi sana. Walikuwa mabingwa wa sitiari na simulizi, na walitumia yote hayo ili kuchunguza maswali magumu sana ya maisha kuhusu kifo na uhai na mapambano ya wanadamu hmm. Kwa hiyo kuna waandishi wengi tofauti wanaoandika kitabu hiki naam. Na maandiko hayo yalitayarishwa kwa muda wa miaka elfu moja yakianzia na asili ya Israeli huko Misri na kisha kuelekea kwenye ufalme wao na hekalu lao la kwanza, lakini hatimaye walitawaliwa na Wababiloni ambao waliwachukua kama mateka kwenda uhamishoni. Kisha katika kipindi cha muhimu sana cha historia yao, Waisraeli wengi walirudi kwenye nchi yao Walijenga hekalu la pili wakaunda upya utambulisho wao, na hapo ndipo maandiko ya Kiyahudi yalipoanza kutengenezwa kwa umbo ambalo tunayo leo. Sawa, Biblia ya Kiyahudi ni nini? Kipo ndani yake? Kwa Kiebrania inaitwa kwa kifupi Tanak. T inasimamia Torati, wakati mwingine huitwa Sheria. Hii ni hadithi ya msingi kwa vitabu vitano vya Israeli. N inasimamia Neviim, neno la Kiebrania linalomaanisha manabii. Na sehemu hii ina vitabu vya kihistoria vinavyosimulia simulizi ya Israeli kwa mtazamo wa manabii. Kisha unapata vitabu vya mashairi vya manabii wenyewe. K inasimamia Ketuvim, neno la Kiebrania linalomaanisha maandiko. Huu ni mkusanyiko wa vitabu vya mashairi, vitabu vya hekima na masimulizi mengine mengi. Na Wayahudi wanaamini kwamba kwa njia ya kazi hizi zote za fasihi, Mungu anazungumza na watu wake. Sasa kulikuwa na maandiko mengine ya Kiyahudi yaliyotayarishwa kipindi hiki cha hekalu la pili pia. Ndiyo, mjumuisho wa maandiko ya tofauti tofauti sana, na pia maandiko haya yalithaminiwa sana katika jamii za Kiyahudi. Na kulikuwa na mjadala tangu nyakati za kale kama baadhi ya maandiko hayo yanapaswa kuhesabiwa kama sehemu ya maandiko yao au la. Hivyo haya ni maandiko mengi tofauti tofauti yaliyoandikwa kwa muda mrefu. Kwa nini waliyaweka pamoja kwa njia hii? Naam, kwa pamoja maandiko haya yanaelezea simulizi ya kushangaza ya jinsi Mungu anavyofanya kazi kupitia hawa watu kuleta utaratibu na uzuri kutoka kwenye machafuko ya dunia yetu, na yote yanaelekeza tumaini kwa kiongozi mpya ajaye ambaye atafanya upya viumbe vyote. Na kisha Tanak inahitimisha na kiongozi huyu hajaja. Kwa hiyo ni kazi iliyoundwa kwa ustadi sana, lakini haina mwisho. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa, karne chache baadaye, nabii Myahudi anayeitwa Yesu wa Nazareti anakuja kwenye eneo hilo. Alidai kuwa alikuwa akibeba simulizi ya Tanak mbele. Ndiyo. Kwa hiyo Yesu alifanya mambo mazuri, kisha aliuawa, lakini wafuasi wake walidai kuwa alifufuliwa kutoka kwa wafu. Ndiyo, walisema kwamba Yesu ndiye kiongozi huyo aliyetarajiwa kwa muda mrefu ambaye angeukomboa ulimwengu. Na kwa hiyo wafuasi wake wa kwanza walioitwa mitume waliandika kazi mpya za fasihi kuhusu simulizi ya maisha ya Yesu Kristo. Waliita habari hizo habari njema au injili. Waliunda simulizi inayoitwa Matendo ya Mitume kuhusu kuenea kwa harakati za Yesu nje ya Israeli. Kisha walisambaza barua kwa jumuiya tofauti za Yesu ulimwenguni kote. Je, yeah. Wanaona simulizi hizi kama sehemu ya maandiko. Ndiyo, mitume waliandika yote haya kwa utimilifu wa simulizi hiyo ya ajabu iliyopatikana kwenye Tanaka, na walikuwa wakiendeleza utamaduni wa fasihi wa Kiyahudi. Waliamini pia kwamba Mungu aliendelea kuzungumza na watu wake kupitia maandiko haya, pamoja na maandiko ya Israeli. Kwa hiyo hiyo ndio Agano la Kale na Jipya, lakini Wakristo wa mwanzo waliyachukuliaje haya machapisho mengine ya hekalu la pili? Vikundi tofauti vilikuwa na mawazo tofauti kuhusu baadhi ya vitabu hivi, lakini tunajua kwamba walisoma na kuthamini maandiko hayo kwa sababu waliyasambaza pamoja na maandiko ya Kiyahudi. Sawa. Kwa hiyo tuna Tanakh, maandiko ya Kiyahudi, tuna haya mengine ya kipindi cha hekalu la pili, halafu maandiko ya mitume kuhusu Yesu. Na huu ni mkusanyiko mkubwa wa kazi za fasihi. Kwa hiyo Biblia yangu ina nini kwa kweli? Vuguvugu la Ukristo limekuwa na sura tofauti-tofauti katika hiki kipindi cha miaka elfu mbili na tangu mwanzo Wakristo wote walitambua Tanak na Agano Jipya kama maandiko na kwa karne nyingi machapisho mengi ya hekalo la pili yalisomwa kama sehemu ya mapokeo ya kibibilia. Hatimaye Kanisa Katoliki liliifanya rasmi na kuyaita baadhi ya vitabu kutoka kwenye mkusanyiko huo vitabu vya deuterokanoni. Baadhi ya makanisa ya Kiorthodoksi yalitumia vitabu vingi zaidi kutoka kwenye machapisho haya ya hekalo la pili. Kisha katika miaka ya 1500, wakati wa mageuzi, Wakristo wa Kiprotestanti walitaka kurudi kwenye maandishi ya kale zaidi ya manabii na mitume kwa hiyo walikubali tu Agano la Kale na Agano Jipya. Sawa, nadhani nimeelewa. Lakini je, mkusanyiko wa vitabu vilivyotengenezwa kwa zaidi ya miaka elfu moja na waandishi hawa tofauti unasimamiaje simulizi moja yenye umoja? Ndiyo. Hilo ndilo swali tutakalolishughulikia katika video yetu ijayo.